wameweka We ndani mwako yes. We wameweka katikati ya boma lako mm. We wameweka katika kanisa takatifu lako. Lako. Mm, la timati la Mungu, kutembea kwako timati inachukua, kukaa kwako yes, timati inachukua, kuimba kwako timati inachukua, maombi yako timati inachukua, baada ya pewa sisi, amen. Ukikuja hapa ukiomba, timati imesimama, yes, ndio yeah, kwamba huyu mtu ako kwa maombi na haya maombi ni maombi ambayo iko kamili, Bwana Yesu akiwasikia hivyo. Tukisoma kitabu cha Amos, Amos mlango wa 7 na 8 inaongelea kuhusu timazi. Mungu aliona ya kwamba wana wa Israeli yafaa wekwe ka, timazi katikati yao, au aanze kupimwa kwa sababu kujikunja wakinyoroshwa, wanaanza kujikunja wana mm, akasema ya kwamba kuanzia leo nataka niweke timazi katikati ya wana wa Israeli. Bwana anapewa sifa. Basi hayo maneno nipitie kwa mtumishi wa Mungu Amosi, imepitia imepitia kwa mtumishi wa Mungu evangelist Dina, imeleta ripoti kama asali yes, kana ni kwamba kwa yes, kwa yes, kwa timazi imesimama. Sijui wewe ni wajitina ndani kanisa? Wewe ni wakupomoa watu wa Mungu? Wewe ni wakujaribu viongozi wa Mungu? na akaitika akasimama akajua kama Mwokozi ndio njia, lazima awe mtu wa msaada kwa kila kona kanisani kama tuko na mayata. Kama umwambie hii pesa sikwenda, unipe kesho, e ya nani? Unajua, shukrani inakurudisha kwako. Hizo ndio talanta unaenda kupokea kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wewe mshirika ambaye tunasema kwamba lazima mtoe box, mtoe report. Ukishatoa report, wacha kufuatilia uwanja um, kumiza hii pesa yote ile. Tumetoa report, report zimefika elfu tano, zinafanya kazi kali. Hiyo report mwenye mmemtolea ndio mwelekeo wa ripoti. Wewe usifanya kuchunguza nitafanya kazi gani. Bwana asifiwe. Amina. Ndani ya kanisa tuko na ujenzi, tuko na ujenzi, tunafanya ujenzi, tunapanga watu groups wakitoa pesa. Wewe ni kiongozi. Una

Baba mchana ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Timothy imesimama kwa baba yako, Timothy imesimama kwa ndoa yako, Timothy imesimama kwa watoto wako, Timothy imesimama kwa nafsi yako. Angalia kwamba hiyo Timothy inapima uzao wa Mwenyezi Mungu. Uko na uzao wa Mwenyezi Mungu, ama maisha yako ni hapa chini kuchimama kukula na kunywa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Timothy itakapopita kwa mtu aliye mkamilifu utampata kwa vikwazo so. Amina. Mtu aliyopimwa na timanzi hutambata kwa kusukuma wengine, hutambata kwa vita, hutambata kwa masengeno, hutambata kwa uchawi. Yeye atakuwa tu amesimama, maneno yakikuja anaomba tu, Mungu nisaidie, Mungu niinue, Mungu nifunike, Mungu nisipatikane huko. Timanzi kavindo ila habibi hiyo. Bwana apewe sifa. Amen. Kitu cha muhimu kwa binadamu, mtu ambaye anamcha Mungu kila siku ni kulinda nafsi yako. Timanti wakati itapita, nipate nafsi yako iko kwa msingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Timanti hapa imesimama, utingisiki. Kazi yako ni kuomba kwa Yesu. Kazi yako ni kuomba kwa Yesu. Kazi yako ni kuinua wengine. Kazi yako ni kushika wengine mkono. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.

Kitabu gani Amosi? Amos. Amos. Amos. Eh, nane tunani? Yani, mlango wa saba mstari wa nane. Anasema hivi, Bwana akaniambia Amosi, unaona nini? Nikasema nika naona tim, timanzi. Ndipo Bwana akas, akasema tazama nitaweka timanzi kati ya watu wangu wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana anawauliza ninyi wakina amu, wakina